Watu wote tulikuwa tunamkimbia mzee Nassoro, habagui, haangalii huyu ni muislamu, huyu ni mkristo, huyu ni mpagani. Wote alituchukua kama watoto wake na alitutunza kama watoto wake. Leo tunapokuwa tumeondokewa na mpendwa wetu huyu ambaye ameshika nyapan mbalimbali, alikuwa mjumbe wa halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi, amefanya kazi nyingi hapa za huduma mnafahamu kwamba ameendesha biashara ya mabasi makubwa hapa yanakwenda Dar es Salaam, yanakwenda Mwanza, yanakwenda Dodoma, yanakwenda Kigoma na nini? Anakwenda. Utakuta watu wamekaa kwenye kituo pale hawana nauli, mzee Nasoro anasema wachukue, wapeleke. Kimoja ninachokikumbuka ambacho nataka kutoa kama ushuhuda, mzee Nasoro alikuwa ni mtu ambaye anatoa sadaka, na hii ndio nayaambia wanatabora na ndio nawaambia na wana watoto wake na wajukuu wake, kilichomfikisha mzee Nassoro hapa ni sadaka. Mungu ametuambia msinijaribu kwa jambo lolote lile, nijaribuni kwenye sadaka. Huyu baba <coughs> akilima mahindi atatoa sadaka, akilima ndizi atatoa sadaka, akilima mihogo atatoa sadaka, akilima mpunga atatoa sadaka, akilima maharage atatoa sadaka hilo nawaambia wanatabora kabisa. Mungu anasema msinijaribu kwa jambo lolote lile, nijaribuni katika sadaka, mwone nitakavyo mimina baraka. Baba huyu aliyetoacha hapa alikuwa ni mtoaji wa sadaka, kila mahali alipokwenda, akikutana na maskini, sadaka. Sisi tulikuwa tunakwenda kwenye ofisi zake pale za NBS pale, wanakuja watu pale chakula kinapikwa pale, watu wote watakula, watashiba, watafurahi. Wale wanyonge wanaoomba msaada watapewa misaada, alitoa sadaka. Hili ni jambo kubwa sana katika maisha ya binadamu, kumtolea Mungu sadaka, kuwatolea watu wake sadaka. Hili jambo ni jambo ambalo tunalikumbuka sana. Hakuishia hapo, ni mtu alikuwa anaonya, ni mtu alikuwa anagombeza, ni mtu ambaye alikuwa anafika amba mahali anaturudisha anatuambia hapana, pale yule na yule pale wamekosea, msifanye hivyo, fanyeni hivyo. Nimekuja Tabora, wanatabora sisi tumekaa wote kwa pamoja hapa kuja kulia na hii, kwa sababu tumeondoka na mtu muhimu sana katika jamii yetu ya Tabora na katika nchi yetu ya Tanzania pia. Tunalomkumbuka alikuwa kiunganishi chetu, alitufanya tukasimama kama kitu kimoja kama wanatabora. Mimi nilipokuja hapa wakati kijana wangu Collins anaoa hapa, utakumbuka kwamba niliwakabidhi na Tabora Collins na mke wake, nikasema babu na kina media, mtoto huyu namwacha Collins yupo, nimekuja naye. Basi nikawaambia kwamba wewe nakuacha hapa Tabora, utabaki ndugu zako ni wana Tabora. Kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba alikuwa na moyo wa upendo, alikuwa na moyo wa mshikamano